Hebu kuja hapa. Eh, ni nini babona, nita... eh, baba unaniita hivyo? Wewe acha siasa mingi, hebu shikonekee simu kwa moto babana, kwani umenunua simu mpya? Hapana, nimeiba. Sawa, hata kuna ubaya umeweka, na hakikisha ina chaji. Sawa. Na Simon, hebu angaleka imija, si nimeweka tu sahi. Iko 15%. Hai, na kwa nini charge? Ama battery ni mbaya, hebu fungua uangalie. Hai baba, iko sawa. Hai, na kwa nini sisikii message ikiingia? Juu ujatextiwa. Hai, hadi Safaricom. Ama ameni block. One hour later. Eh, na Simon, hebu nipatishie simu nipigie mama mboga. Hai baba, ungoje tu simu ije utachukua mpigie. Na simu yake simu vizuri, si apps zitamwagika? Hai, baba baba baba, eh. Nini sudu letu simu ijae? Ah, nde tafuta pesa ununue yako basi, yaani jumbe amenunua <laughs> simu, sitakaa kwa amani. Wallahi, jikose ongee tena, ona kendafanya eh na, ungefunika hizo e shimo za hiyo shimo ya earphones zisingize vumbi Wallahi, da shida amenikula kichwa, hata nikuoneshe kendafanya Nini, simu yangu umevunja? Lete shingo hapa azikukolee mafundi.